Ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 mkoa wa Kaskazini Pemba. Chama cha Mapinduzi CCM kupitia Ilani yake ya mwaka 2025 2030 kimeahidi kukamilisha kiwanja kimoja cha michezo kwa kila mkoa na wilaya, kujenga na kukarabati miundombinu ya michezo na burudani ikiwemo viwanja, vituo vya michezo na vituo vya utamaduni vitakavyokidhi hadhi ya kitaifa na kimataifa kwa kila wilaya. Kukamilika kwa viwanja hivyo kutaimarisha ustawi wa jamii kupitia michezo, utamaduni na burudani kukuza uchumi wa ndani kupitia sekta za michezo na utalii, kuimarisha afya amani na umoja wa wananchi, kuhifadhi na kukuza urithi wa kitamaduni, pamoja na kuchangia katika malengo ya Dira ya Maendeleo ya Zanzibar ya mwaka elfu mbili na hamsini kupitia michezo, utamaduni na ajira jumuishi. Oktoba tunatiki.